Wakati masta wengi wanazidi kujitokeza kwa ajili ya kuweza kuchukua fomu za uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuweza kugombania nafasi tofauti kwenye uchaguzi, mashabiki wengi sana wa Harmonize walikuwa wamengoja siku ambayo na yeye pia ataenda kuchukua fomu kwa ajili ya kuweza kugombania ubunge wa Tandahima, maana juzi juzitametangaza kwamba atakuja kwa ajili ya kuweza kuchukua fomu na ako tayari kwa ajili ya kuweza kugombania ubunge wa Tandahima. Sasa tumeona masta kadhaa e, wakiwemo machao upande wote mbili unazungumzia Mwijaku pamoja na Baba Levo ambao tayari wameshachukua fomu zao, na kuna masta wengine wana mziki na, na masta wengine wa bongo ambao tayari wameshachukua fomu zao. Sasa Harmonize bwana amevunja ukimya kuhusu safari yake ya kisiasa kwa mara nyingine tena kupitia bwana post yake ya Instagram ambayo aliichapisha leo hii tarehe 30, alikuwa amesema kwamba Harmonize ama kwa upande wake Harmonize alikuwa ameeleza wazi kuwa hata gombea tena ubunge wa Tandahimba, licha ya kuwa aliwahi kuonyesha nia hiyo miaka ya nyuma, akihamasishwa na hayati John Pombe Magufuli. Sasa, katika maneno yake mwenyewe, Harmonize bado amesema kwamba hawezi kuwa sehemu ya siasa kwa sasa, kwani hawezi kuacha kusema maneno kwa uhuru wake wa kisanii. Sasa insta story ama Instagram yake ya alikuwa ameandika hivi baada ya kuambatishana picha na kuandika kwa kwamba nimepitia sheria za kamati ya maadili ya chama na bunge, simuoni Konde Boi, kwani navyoona hata kusema neno bomboklat sitoruhusiwa, na kuweka moja ya kuchia akasema kwamba niwapongeze wana CCM uliojitoa kutangaza nia za kugombea nafasi tofauti tofauti, especially vijana, dini yenye wafuasi wengi hujua inakubalika. Tanaimba chagueni kiongozi bora atakayemsaidia rais wetu miaka ijayo. I'm music na kusema inshallah, maybe best couple featuring King uh, King Ruby ama um, uh, Rudy Lincoln bio. Sasa hapa bwana, kauli hiyo imeonyesha kuwa msanii huyo bado ana ndoto kubwa za kimataifa na anaeleza nguvu yake kwenye muziki na mafanikio ya juu kama tuzo za Grammy. Sasa swali ni, tumchukulia mwanaizi kama msanii aliyekwepa jukumu la kisiasa au kama mtu mwenye hekima aliyetambua nafasi yake sahihi katika kizazi hiki cha wasanii wenye ushawishi mkubwa? Nafasi yao katika uongozi bado ni hoja inayohitajika kutafakariwa kwa kina sana, sababu mimi nilikuwa najiuliza na, na, na kuna baadhi ya mashabiki ambao pia walikuwa wanasema kwamba Harmonize bado hajakomaa kiasi cha kwenda kuingia bungeni kwa ajili ya kuweza kuwakilisha eneo bunge lolote. Wengi walikuwa wanasema kwamba bado ana yale maisha ya ujana, alafu bado ana muziki sana rohoni kwake, kiasi kwamba labda angeshinda kubalaza majukumu ya sanaa na majukumu ya ubunge pia. Mwenyewe alikuwa amesema kwamba ataingia bungeni ndio, lakini swala la muziki liko pale pale, baada ataendelea kutoa magoma kwa ajili ya mashabiki zake. Lakini sasa hili hapa ilikuwa kidogo linawachanganya mashabiki, na hata kwenye post ya za mwanzo pia nikawa nimekuuliza kama unahisi kabisa kwamba hamu unaweza atakuwa amekomaa kwenda kuingia mjengoni kama mbunge kuweza kuwakilisha eneo bunge lolote lile. Sasa hapa nadhani kwamba majibu yatakuwa yamekaa sawa, majibu yatakuwa yamejitosheleza kwa hiki ambacho amekisema mwenyewe. Amekiri kabisa kwamba eh, sheria na kanuni ambazo anahitaji kuzifuata huenda hata zikambana hata kusema neno bomba. Oklatikawa, ni shida za kwake anasema mm -mm, bora kabaki kwenye mziki na ametangaza kabisa kwamba nia yake na njaa yake kubwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba grami inakuja Tanzania. Yeye na macho yake sasa amelenga kwenye tuzo kubwa za grami. Let's wait and see, kama atafanikiwa kuweza kutuletea grami bana.